Sishangae ndugu zako wakikunyoshea vidole na kukupiga na kukusemanga kwa kile ulicho nacho, jivunie na ujisikie. Sikieni, kwani umesikia mangapi yanayoendelea mpaka sasa? Ama unaona mangapi yanayoendelea mpaka sasa? Kila siku unasema kwamba utayafanyia kazi, asikia ah, nasikia utayafanyia kazi, kila siku unasema utafanya kazi. Wewe unadhani hata msomi ili kwanza kusoma alifanikiwa? <laughs> si kila akaja akatokea mvuta bangi mmoja atakafanikiwa, inakuwaje hiyo msomi? Kana elimu yako subiria kutapeli na kufilisi watu tu, alafu kumbuka siasa na dunia na sasa hivi, one controller tu siku hizi na shikilia ulimwengu kwa pesa. <laughs> Yani una pesa, we ni nothing katika maisha yetu. Mfikiria kama wasanii wakubwa waliolalamika kupata haki zao na wakupata, je mm? Wewe maskini kama mimi, tukilalamika kuomba haki zetu tutapata? Tufikirie <coughs> tazi wake sasa, eh <coughs> bwana e, e. e. Tufikirie, tufikirie vizuri <coughs> tufikirie, tutapata <coughs> hmm? tutapata ya <Yeah>, tutapata <coughs> tazi wake basi, <tose> <tose> msishangai sana ni bado ya? Kuna njia moja tu ya kuamini ama kutoamini, uelewe ama usielewe. <laughs> Najiona mwenye furaha sana kusema kitu kama hichi, lakini naogopa wakisikia wale viongozi wakuu. <laughs>